Siku chache tu baada ya gavana wa Bungoma Kenneth Makelo Lusaka kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri katika kaunti ya Bungoma. Effective immediately. One, Mr. Crispinus Barasa who has been serving as the county executive committee member for finance has been moved to the Department of Health. Two, Ms. Caro Makali will now take over the finance docket. having served diligently in the health depa uh, department Ms. Makali who holds a Bachelor of Commerce degree accounting option and a CPA finalist brings a wealth of experience and new energy having previously worked as CECM Trade Energy And Kiongozi wa waliowachache katika bunge la kaunti ya Bungoma ambaye pia ni mwakilishi wadi wa Kabula Vitalis Nyongesa amemkosoa vikali gavana wa Bungoma Kenneth Makelo Lusaka kwa kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri na kumtoa aliyekuwa waziri wa fedha Crispinus Barasa na kumpeleka kwenye wizara ya afya, jambo ambalo Vitalis amelipuuzilia mbali na kusema ya kuwa Lusaka aliahidi kuwapiga kalamu wanaozembea kazini na wala siyo kufanya mabadiliko. Gavana mwenyewe alisema pale awali ya kwamba hiyo mabadiliko alifanya pale ambeleni ilikuwa ya mwisho, mtu akiteketea kazini ama asipofanya kazi yake vile, akikuwa mzembe ama asipofanya kazi vile inatakikana, hatabadilisha tena ni kufuta yeye aende nyumbani. Nini imefanya? Badala ya kufuta waziri wa, amwachishe kazi waziri wa, wa fedha, tena anabadilisha mziko anapeleka kwa afya na afya, wizara ya afya ni wizara muhimu sana, ambapo ni maisha ni afya ya watu. Na anajua mtu ameshindwa huku kwa fedha na anamchukua na anampeleka kwa afya, ambapo hiyo ni wizara eh, ingine maalumu sana, inatakana mtu mwenye hakushindwa mahali pengine kazi na kuja afanye hapa. Akizungumza mapema leo hii na runinga hii, Vitalis amekosoa vikali mabadiliko hayo na kusema kuwa kilichofanyika sio mabadiliko ila ni kuwa hada wakazi wa Bungoma, kwa kuwa kuna wezekano waziri huyo wa zamani kwenye wizara ya fedha Crispinus Barasa kuendesha wizara mbili, ile ya fedha na ya afya, jambo ambalo linazidi kumtia tumbo joto kiongozi waliowachache katika bunge la kaunti ya Bungoma Vitalis Nyongesa. Tena mimi vile najua, hata kama huyu waziri wa mwenye alikuwa kwa afya amepelekwa kule kwa fedha msimdanganye yeye ndiye anaendelea anaenda kuendelea kurani hiyo hiyo hiyo system itaendelea kuraniwa hii wametudanganya wametudanganya eh, mimi kile najua baraza ataendelea kurani hiyo system kwa sababu alikuwa na rani uh, ya health wakati alikuwa kwa fedha na yeye ndiye the implementer the procure mwenye alinunua aliweka hizo mitambo anaf, anajua vile inafanya kazi na tumekuwa na shida sana kwa revenue. Huyu waziri wa veta alikuwa ni kwenda nyumbani, kwa sababu mahali ameiweka hii kaunti ameiweka mahali mbaya sana. Yote tisa kumi, ni kuwa Vitalis amesema kuwa aliyepelekwa katika wizara ya fedha Caroline Makali hana tajriba ya kuendesha wizara hiyo ya fedha, na kwa hivyo bado kuna uwezekano wizara hiyo ya fedha kuendeshwa na waziri wa zamani wa fedha Crispinus Barasa, jambo ambalo limemkasirisha vikali, huku akielekeza kidole wake cha lawama kwa gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Makelo Lusaka. Mimi niko kwa komiti ile ilikuwa ya afya, na kuna mashini ile imewekwa kwa hospitali ile, na, ile na, ina, inasanya ushuru ile na nilipiwa pesa iko managed, ilikuwa managed na ile waziri ilikuwa bado iko kwa wizara ya fedha inamanajiwa na huyu Baraza. Hata huyu waziri wa health, alikuwa tukimuuliza leo unaweza ukajua hii mwezi ililipwa pesa ngapi, anasema hajawahi ona hiyo machine, hajui mtu mwenye huwa anaangalia the progress vile nalipwa ama imefanya namna gani. Ni wamebadilisha tu lakini bado ni msitu ni uleule ule, manyani ni hizohizo, kwa sababu hata ukiangalia, ukichukua Ambrose director, uchukue tena yule waziri tena walete kwa same department afya, na ao ndio wanajua hizi mitambo, how these machines za revenue na ile imepelekwa hospitali vile huwa zinafanywa. Tena hakuna kitu umenifanya, umefanya ni vile tu umebadilisha tu, lakini ile uovu walikuwa wanafanya, the same thing itaendelea kufanyika. Sani matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.